Baba mwenyezi na mwenye rehema, upende kusikia maombi yetu, utubariki kwa neno lako siku hii ya Christmas katika kanisa lako la St. Mark's Koikoi. Nena pamoja nasi kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuketi chini tafadhali. Wakristo wote ambao wamekusanyika hapa Uniruhusu ni wasalimu nyote katika jina mm -hmm. la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Amen. Merry Christmas. Merry Christmas. Hii dunia ambayo tunaishi, nataka niwaambie kuko na sikukuu nyingi sana, kuna sikukuu si ya kimila na iko mzee mmoja aliamini kimila ndio sikukuu Siku ile watu walikuja kwake kwa kimila. Asubuhi akabata mwingine amefanya haja kwa sahani yake, akasema kumbe, sikukuu ya kimila sio sikukuu ya kweli. Wengine wanafikiri sikukuu ni siku ya mwanasiasa, lakini mwanasiasa anaweza kukudangai Nataka nikwambie sikukuu zote ambazo ziko dunia hii ni sikukuu ya chenye watu walifanya, lakini leo nataka kukwambia sikukuu ya kweli. Sikukuu ya kweli ni Krismasi, kwa sababu tunasherekea chenye Mungu alifanya. Jambo la pili, sikukuu za wanadamu inasherekea watu walio hai na waliokufa, lakini Krismasi ni sikukuu ambayo inasherekea yeye aliyekuweko kutokea mwanzo, yeye aliyezaliwa akaishi, akakufa, akafufuka na akapaa kwenda mbinguni. Bwana asifiri Amen. Amen. siku kuu za wanadamu ni sherehe ya nji anakuona na wamama leo wameumia, watapika chapati mia tatu. Nakuambia hapa ina shida leo, chapati mia tatu ni mi furaha ya nje, furaha ya chapati, furaha ya buku, furaha ya mavazi, lakini sikukuu ya kweli ni furaha ambaye iko ndani ya moyo wetu. Leo nanagu mbili kutoka kwa injili kana ilivyoandikwa na Luka Mtakatifu sura ya pili kifungu cha kwanza mpaka ishirini. Leo nahubiri kuhusu sikukuu ya kweli, siku ya Krismasi bali ambapo mfalme wa mbinguni alizaliwa, yani wambile. siku sikukuu hii, Luka aliandika injili hii. Luka kwa sababu naonia kusema Luka wanasema Luka it Luka, Luka ndiye aliandika Injili hii. Yeye alikuwa daktari pia, alikuwa yule ambaye alifanya utafiti yaani research, akaangalia kutokea kwa Yohana Mbatizaji na yeye akaandika kitabu hiki, akamwandikia mtu aliyeitwa Theophilus kabla ya mwaka wa AD 68 kabla ya Yerusalemu haijabomolewa, akaandika injili hii kwa Theophilus. Theophilus inamaanisha mtu aliyempenda Mungu. Theophilos, Theo ni Mungu na Philos ni upendo. Wewe akaandikia akaandikiwa huyo Theophilus. Saa zingine Theophilus alikuwa ni mtu aliyefadhili kitabu hiki, lakini Theophilus inamaanisha inaweza maanisha mtu yeyote mtu yeyote ambaye anapenda Mungu. Kwa hivyo injili hii iliandikiwa kila mmoja wetu ambaye tunampenda Mungu. Na leo nataka kuongea kuhusu sikukuu ambaye mfalme alizaliwa na yeye alibadilisha historia ya dunia yote. Jambo la kwanza sikukuu hii, Kaisari Agusto akasema watu waende wahesabuliwe. Sheria ikitolewa, wale ambao wanajua sheria ni wakati wa janja wii. Huko kwetu, huko kulikuwa na watu wanaitwa support Land Defense Force walikuwa anapiga watu viboko 40. Yani kulikuwa na sheria kali yani, hamjafanya hata ruhusa ungeomba. Huyu mfalme anaitwa Kaisari Augusto aliyetawala dunia mzima, akatoa sheria kila mtu aende aesabuliwe na ukienda kuhesabuliwa ni lazima uende wewe wenyu penye ulitoka. Kama ingekuwa mimi ingebidi niende Kamneru kuhesabuliwa. Safari ilikuwa ni mbali, na Mariamu alikuwa mja mzito, wakatembea kwa shida na wakaenda kwa mji wa Bethlehem. Hombe, hapo ndio Mungu alipanga Yesu atazaliwa atazaliwa Betlehemu ya Yudea, walipotafuta hotelini na nafasi hawakupata. Waanglikana wanaimbaga wimbo njoo ukae kwangu Yesu moyoni nafasi iko, wanatafuta nafasi. Hata kama mpaka sasa Yesu anatafuta nafasi kwa moyo busaa imejaa, wengine ichang'aa, wengine fitina na masengeno, lakini Yesu anahitaji nafasi miongoni mwao. Wakatafuta nafasi ya Yesu kuzaliwa kwa hizo manyumba, hawakupata saa zingine, kimila ilikuwa imejaa. Unasikia mtu anasema esemu kitanatuko yangu awakezewu Neza pigo ya ngumu. Sasa nafasi ya Yesu hakuna, nafasi ya kiburi inapatikana. Mwishole wakapata nafasi kwa kori la ng'ombe, Yesu akazaliwa. Wachunga walikuwa wanalinda kundi, vinaandekana tunaibanga wachunga walipolina kuchanya malaika akakuja la akasema, leo ni sikukuu, nawaletea habari za kupendeza. Leo katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi, mfalme na msaada wetu. Hao wakafurahi wakakimbia, na wakaenda kumwona huyu mfalme. Leo nataka kuhubiri kuhusu habari njema sikukuu mukuu ambayo mfalme alizaliwa. Nataka tujifunze mambo manne. Jambo la kwanza, Mungu hutimiza mpango wake kupitia hali ya kawaida na hali ngumu. Hawa walikuwa wanaenda kuhesabuliwa, lakini hawakujua ni mpango wa Mungu. Je, ukifanya kazi ya kawaida ndio Mungu anatimiza mapenzi yake ukiwa kazini, unatimiza mapenzi ya Mungu. Hmm, katika hali ya kawaida na hata hali ngumu. Wengine wanafikiri kutakuwa sikukuu wakienda Mombasa. Mungu hahitaji kwenda Mombasa, wahitaji kwenda Mombasa ndio anakutembelea Mungu, anakutembelea kwa ibada ya kawaida. Saint Max Koikoi, watu sita wamekaa kwa, wameka kwa ibada lakini Mungu hapo ndio anatimiza mapenzi yake. Kuna wengine wanaenda mpaka Mombasa wanapata makenzi. Kama iko mtu mwenye aisabsidi, yaani alifaulu kuambia wanduya waache ugali ni makenzi, mpaka mtu anaenda mwikuru kabla hajakula ugali. Watu walienda kutafuta makenzi, hakupata Yesu na wengi walikufa hata hawajulikani waliko. Mungu hutembelea watu na hutimiza mapenzi yake kwa namna ya kawaida na hata kwa hali ngumu. Hebu angalia huyu Yusufu anatembea na mama mjamzito kwa shida, hata nafasi ya wakupata. Lakini Mungu alitimiza mapenzi yake hata mimi. Nawaambia wapendwa, hali inaweza kuwa ngumu unaweza kuwa umepitia hali ngumu ya jamii lakini Mungu anatimiza mapenzi yake kwa hali ngumu. Jana yani, tulienda kutembelea Leirida mmoja tukimpa ushirika utakatifu, Leirida Eliud Baraza Aasenda, ya kwamba Mungu alitimiza mapenzi yake kwa maisha yake, vile alifutwa kazi. Alifutwa kazi kwa sababu alibeba wale watu walikuwa wakiimbia president fulani. Yeye alikuwa akifanya kazi kwa presidential escort, akabeba na akashikwa, akiwa amebeba, si ajili alifanya makosa yeye, alibeba mtu aliyemuomba lift, akambeba. Kumbe mkubwa akaona, akamfuta kazi, akasema ilikuwa tarehe ishirini na moja, akamfuta kazi yeye anasema akalia na akakumbuka Injili ilivyohubiriwa na akasema, kama nimepokea Yesu juo kazi ningefutwa? Yeye akamlilia Bwana. Tarehe thelathini na moja alipoenda kutembea kwa ofisi ingine, akielezea yule personel shida ambaye alikuwa amepitia huyo mtu, akacheka akamwambia, kuko na askari watatu madereva tulitaka kuandika kwa Ministry of Works. Sitafuti tena watu watatu, natafuta wawili kwa sababu umepatikana. Yeye anasema siku hii alipofutwa kazi, Mungu alikuwa akifanya kazi yake, yeye akampa wokovu akampa kazi, na kutokana na yeye kuajiriwa kwa Works akapigwa transfer kidale na baadaye akapelekwa Saboti, na hapo ndio alikuwa kiongozi wa kwanza wa kanisa la Kianglikana. Saa zingine unapitia hali ngumu, saa zingine watoto wanakusumbua hata mke. Mungu anatumianga hali ngumu na hali ya kawaida kutimiza makusudi yake. Wengine wasiposumbuliwa hawataomba wengine wasipopitia hali ngumu maisha itakuwa rahisi, atakuwa akiomba tu saa ya mboga na ugali. Baba wangu ilikuwa magumu, ndio Mungu atimize mapenzi yake na akufanye uombe. Bwana asifiwe Amen. Mungu anatimiza mapenzi yake wakati mgumu, na hata wewe wakati wa kawaida Mungu atatimiza mapenzi yake. Ei 26 Mungu atatimiza mapenzi yake kwa hali ya kawaida Amka, enda lima, omba Mungu, mvua ikija, atakupa baraka, yeah. Mungu anatimiza mapenzi yake kwa namna ya kawaii. Kawaida, hata unaangalia wale watu wanatorokanga nyumbani waende pahali special, hakuna baraka. Baraka iko pahali pa kawaida, pahali mambo ni magumu, hapo ndio Mungu anatimiza mapenzi yake. Bwana asifiwe Amen. Amen. Jambo la pili, jambo la pili Kuzaliwa kwa Yesu Kristo ilikuwa ni sikukuu, kwa sababu ilikuwa ni habari njema kwa watu wote. Ulikuwa na mfalme Herode alisikia, alikuwa ni mfalme Erode, alizikia, ni kuzaliwa kwa Yesu Kristo ni habari njema kwa watu wote, kwa wafalme. Yani, mtu mwenye alikuwa anaitwa Bogorionde, yani kiongozi mwenye ana mali alisikia habari ya kuzaliwa kwa Yesu kulikuwa na watu ambao wanaitwa mamajuzi kutoka mashariki, mama juzi kutoka mashariki walikuwa ni watu wasomi na matajiri, hata au walisikia habari njema, amezaliwa mkozi. kulikuwa na watu ambao wanadharauliwa wanaitwa wachunga, yaani wale watu walikuwa wakichunga kondoo na mbuzi. Ukitaka kujua watu wanadharauliwa ni watu wa kuchunga kondoo na mbuzi. Tulienda kutembelea mzee mmoja alikuwa kiongozi wa kanisa, tukapata mchungaji wake wa kondo. Tukamsalamia tukamwambia habari yako? Umeona ule mzee wetu wa kanisa akasema kama hiyo ni kanisa yenu, mimi sitawahi yenda. Akasema kwa nini mzee wa kanisa? Tukamwambia tena ni muinjilisti. Akasema kama hiyo ni uinjilisti yenu wafadhali kaa. Yeye ananipatia chakula kwa kibaba. Yakasuku sahani yake zikuzi tena ananipatia chakula ambayo iniwauza vizuri, anipatia. Nataka nikuambie hata hao walisikia habari njema. Hata watu kama wamewadharau, lakini habari njema walisikia habari njema. Ni ya watu wote, matajiri na maskini. Kulikuwa na kanisa moja, mshiriki moja atasimama kutoa ushuhuda Mchungaji, mimi najua hujakuja kwangu kwa sababu sina sofa. Wakati mwingine wanadamu wanaweza kukua. wanaweza dharau, lakini habari njema ni kwa watu walevi, hata wale ambao wamepotea. Habari njema ni kwa watu wote, ndiyo kwa sababu hii ni sikukuu. Hata wale walikuwa wamedharauliwa, wale walikuwa wamepotea, habari njema ni kwa Kaya, niwaambie, mimi living certificate yangu iliandikwa vibaya, hata ilifikiriwa sitawahi kufanya chochote, kwa sababu iliandikwa vibaya. Edmund Stone alikuwa ameona mimi nastahili kukataliwa. Lakini habari njema ni ya kwamba nilipompokea Yesu Kristo nikakubalika, na hata leo ninasimama nikiubiri Saint Max Koiko. Kwa nini? kwa sababu habari njema ni ya watu wote: maskini, tajiri, mwenye ako naye, mwenye ana, mwenye ana historia mbaya, mwenye ana historia mzuri. Habari njema ni ya watu wote, sio ndio? Wanaweza pika chapati peke yake? Habari njema, hata wachunga walisikia habari njema, hata matajiri. Kuna wale ambao watapokea na kutafuta huyu mwokozi aliyezaliwa, mamajuzi walitafuta. Kuna wale watapinga kama Herode, na kutaka kuangamiza mwokozi, lakini pia kuna wale ambao watasikia na kwenda kuona namachona. Je, habari imekujia watu wote? Je, utapinga kama Herode na kutaka kuangamiza Kristo, au kama mamajuzi utamtafuta? ilikuwa kilomita mia elfu moja walitafuta lakini wakamwona Yesu Kristo. Nataka nikuambia kuna majaribu. Habari njema tunasikia, lakini je utakuwa kama mama juzi ama utakuwa kama Herode ama utakuwa kama wachuma? Habari njema niyo watu wote. Jambo la tatu, si sikukuu sikukuu hii ni kuhusu habari njema ambayo sio nguvu, ni amani. Malaika wakasema, na amani na iwe duniani kote. Amani watu wana amani, watu wanambira, ukijenga nyumba permanent uweke perimeter wall ghorofu, na amani kuna wengine wanalalanga na jembe chini ya kitanda, tarimbo, panga, sururu, kwa sababu hana amani na unajua mwizi akikuja anatoroka anaacha yote. Na kama nikwambia, dunia watu wanatafuta amani. Ukienda kwa wale ambao wanatembelea waganga, wengi wanatafuta amani, lakini habari njema ni ya kwamba amani imekuja kwetu kupitia kwa Yesu. Yes, Kristo, na ukimpata unapata amani. Ulevi, watu wawalewagi tu kwa sababu ya mimi, wanatafuta amani anafikiri akilewa shida imeisha, lakini baada ya pombe kuisha shida ni mingi. Hata hii raha watu wanafanyanga wakitafuta amani, amani haipatikani popote. Wengine wanafikiri amani inapatikana kwa kubadilisha makanisa, lakini hata ukibadilisha makanisa hakuna amani. Amani inapatikana kwa Yesu ni moza leo ni sikukuu, siku ambayo mfalme wa amani amezaliwa na yeye anatupa amani moyoni mwetu. Bwana asifiwe, amen. Tunapokea amani ama go na amani ya dunia hii. Anikwambie, kuna amani ya dunia hii, kuna watu, kuna kuna kuna story nimesikia. Kuna mtu mmoja hata aliacha bibi akapata mwanafunzi wa university akifikiri ni amani, wacha mtoto wenyewe asome akaji degree Akaambia mzee, unajua direction ya kweli kweli, rudi kwenye ulitoka. Na huyo mzee akaamua kupiga ule msichana risasi wote na akaipiga risasi, risasi. Alitafuta amani akakosa. Muganga anafanya anakusaidia kukupunguza pesa, lakini shida utapakia pesa

Unastahili, unaposikia habari mchema, unastahili kwenda ona, kuabudu, kushuhudia na kutoa. Hao ambao walikuwa ni wachunga, waliposikia awakukwama awaku kwa kusikia, wakaenda na wakaona. Hata sisi tusikome tu kusikia, wende kwa imani tumuone huyu Mwokozi aliye salimwa Bwana asifiwe, amen. Baada ya kuona hawakunyamaza, wakashuhudia. Hata wewe baada ya kumwona Yesu ndani ya maisha yako, amekusamehe na amekubadilisha, ni vizuri kushuhudia. Waka wakashuhudia wakaambia wengine chenye Yesu ametenda. Mimi kitambo kama kuna kitu ile ni shida kuacha ni kuvuta sigara. Tulikuwa tunavuta sigara ya mtu wa SM. Hadi the masters siku moja alitushika akatupiga viboko lakini hakumaliza tamaa. Ameita mujasta. Ndugu yangu, sije anajua mujasta ni tamaa ya kuvuta sigara. Huyo mzee anenza piga mtu lakini huwezi piga tamaa. Watu wengine wanafikiri maneno yanaweza kupiga mtu mpaka aache. Ni Yesu tu. Mwishowe, nilipokutana na Yesu, zaidi ya miaka 30 sijavuta sigara tena, kwa sababu nilimuona Yesu akanisamehe. Huyu mwokozi aliyezaliwa anasamehe watu. Kitu kingine akanibadilisha, na yeye nilipomwona, ninashuhudia mpaka leo. Wengine wanasema mchungaji haustahili kusema, ninasema kwa sababu ninashuhudia aliyonitendea mm. Na baada ya kushuhudia mimi ninastahili kutoa. Mama juzi walipofika walitoa, walienda wakaona, yeah, wakashuhudia kwa Herode, na baadaye wakatoa kwa mfalme aliyezaliwa, walitoa dhahabu uvuma na manema vitu vya thamani. Je, sisi tutamtolea nini Christmas? Nilisema ya kwamba kuna wengine watapika chapati mia tatu chapati mia tatu ukimara na 60 ni shilingi elfu sita si. si. lakini ni wachache inaonekana, tunapenda chapati kushinda aliyezaliwa. Mungu atusaidie. Tutoe ya dhamana krismasi hii ajili huyo aliyezaliwa, tunamwabudu na kumtoea. Hawa waliposikia habari njema, na hata sisi tunaposikiliza habari njema, kitu cha kwanza tusikie, pende kwa imani, tumuone, tukisha muona tumwabudu, tushuhudie na tutoe, tutoe kwa ukarimu Sio kwa kushurutishwa wala kulazimishwa. Kitu kingine tunatoa ya dhamana. Niliwaambia siku moja, mtoto akipata A anaenda kusoma kosi gani? Daktari, anaenda kusoma kuwa injinia, lakini hakuna mtu anasema mtoto akipata A aende akuwe mchungaji, kwa sababu wakati mwingine vitu ambavyo vimekataliwa na dunia hizote ndio tunalete kwa Mungu Nasema yote kwaje? Yote hata pesa yenye mekataliwa kwa saluni, imekataliwa kwa tinga, hata kwa chama wamekataa, ndio unaweza pata kanisa. Nikimalizia, nataka kuambia mama yangu marehemu na baba, unanikumbusha Christmas yeye siku yes, moja nilimpata na mapeni, nikaambia mama, mapeni ni nini? Akasema siku hizi mimi ni treshara wa kanisa pesa yote ambayo mtu akitafuta change anakuja kanisani. Kwa sababu yote ambayo iko chini inaleta. Mungu atusaidie kama mamajuzi tutoe ya dhamana. Si Mungu wa amani awabariki. Amen. Hii ni sikukuu ya kipekee. Kwa nini sikukuu ya kipekee? Mungu anafanya mpango wake kupitia hali ya kawaida. Jambo la pili ni sikukuu ya kipekee kwa sababu habari njema inakujia watu wote. Jambo la tatu ni sikukuu ya kipekee kwa sababu amani imetujia, na jambo la nne ni sikukuu ambaye tusikie habari njema twende tumuone, tukishamuona tumuabudu